So kando na hiyo pia kuna mchakato mzima wa kutumia hizi um, non-destructive gears eh? mm -hmm. Nani, gears hizi ni kwamba hizi the, the very selective gears. Ukisema mm -hmm. Selective gears inamaanisha hizi ni nyenzo za uvuvi ambazo zinaweza saidia katika hali ya kuweza kuchukua tu samaki wale waku wale wakubwa ambao wamekuwa peke yake, kwa mfano mm -hmm. Unaweza kutumia hizi basket traps kama malema ambazo zinaenda tu kuegeshwa mahali Alafu kisha maybe <coughs> unaweka uh, chakula kama mwani katika mtego ule, alafu kisha samaki watakujaingia pale, kama anakula chakula kile, alafu mm -hmm. wale samaki hawezi kutoka, so wewe ni kwenda kuchukua tu mtego wako mm -hmm. na kurudi kutoa samaki wako na kurudisha mtego ule, so hiyo pia ni njia nyingine ambayo inaweza saidia katika masuala mazima ya sustainable fishing practice. Lakini mm -hmm. pia uh, kuna hizi maneno za um, uh, OCM. OCM tunasema ni uh, other effective area based uh, uh management mm -hmm. measures. Ya. Yeah. Mm -hmm. So hizi zinaweza kutumia the ecological traditional knowledge. Hizi ni sehemu ambazo jamii wenyewe wanaweza kuziweka ili katika hali ya kusaidia kwamba samaki aweze kujirejesha.